Asalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli ya tiba Facts Online TV, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha katika darasa la elimu ya tiba katika chaneli hii ya tiba Facts Online TV. Leo bwana, tutajifundisha dawa ya kuvuta wateja katika biashara yako, dawa ya kuvuta wateja katika biashara yako, Hususani wale watu wenye wanafanya zile biashara za sehemu moja, mfano ana kimeza chake au ana flemu yake ya kibanda au flemu ya duka e, au sehemu yoyote anafanya kazi, lakini ni sehemu ambapo ahami hami, yani hatembei tembei, kwenda huku kwenda huku e, kuna hususan kama wale machinga. Hata kama ni machinga, unatembea labda na toroli lako lakini una sehemu ambayo unatulia sehemu moja, basi nayo pia hii inaweza ikakufaa. Ni moja ya dawa nzuri sana na ni dawa ambayo ni nyepesi kuitengeneza. Kinachotakikana ni mtu kufuata utaratibu na vifaa tutakavyotajiana hapa, mtu aweze kuvipata kwa usahihi. Dawa ya kuvuta wateja katika biashara yako, ndio somo letu la leo. Kabla tujaingia kwenye somo kuna ile taarifa ya ofa tulishaitoa takriban siku kama nne nyuma, na mpaka sasa imebakisha wiki moja tu, siku saba. Tulisema ofa ile day ambayo ilianza tarehe kumi mwezi wa kumi na tukasema mwisho ni tarehe ishirini mwezi wa kumi. Kwa hiyo zimebaki kama siku saba kama sijasahau, kutoka sasa klipu hii unaisikiliza, au iwezekana zikawa chache zaidi. Kwa kama mnahitaji kupata vile vitabu vyetu vya elimu ya tiba kwa bei ya ofa, tulisema mtu analipia shilingi elfu arobaini na tano. Kisha baada ya kufanya malipo kwenda namba moja hapo katika hizo tatu zinazoonekana hapo chini ana screenshot ule muamala au kuupiga picha kisha anatumia WhatsApp anaandika ofa ya Nyerere Day. Vitabu hivi thamani yake ni shilingi laki moja na elfu themanini na tano. Sasa, ukivipata au ukihitaji kuvipata kwa ofa, ndio hapo kuna discount ya shilingi laki moja na elfu arobaini kwa unalipia shilingi elfu arobaini na tano Baada hapo, utatuma muamala kwenda WhatsApp katika namba moja mojawapo katika hizo tatu, kisha baada ya hapo utaandika mwishoni pale ofa ya Nyerere Day. Vitabu vinatumwa kwa njia mbili tu. Njia ya kwanza ni utatumiwa vitabu kwa WhatsApp kama wewe ni mtumiaji mzuri wa WhatsApp yako, utatumia kwenye WhatsApp yako hapo hapo. Na njia ya pili utatumia au uh, utatumia kwa njia ya email kwa wale wenye wanapenda wana utumiaji mzuri wa email e, kwa hiyo utachagua njia mojawapo katika hizo kama utahitaji kwenye email, itabidi ukishafanya malipo chini una niandikia na email yako kwa usahihi zaidi, afu naambiashie niweke kwenye email yangu hiyo. Kama ni kwenye WhatsApp tu basi, hakuna haja kuniandikia email, utasema share tu hapa, hapa, vitabu katika namba hii e, na kama una namba nyingine unataka itumiwe vitabu basi itabidi utumie namba hiyo hiyo, ndio unitumie ujumbe useme tuma hapa, hapa, kwa sababu nimeona hizi siku mbili tatu kuna watu walikuwa wanalipia namba kupitia namba nyingine, ujumbe wa WhatsApp anakutupia anakutumia kupitia namba nyingine afa kwamba hivi vitabu vitumwe kwenye namba ya WhatsApp hii hapa. Sasa ule utaratibu kidogo unachanganya. Kwa kama una namba nyingine tofauti na hiyo unaitumia kunitumia ujumbe, ndio nataka vitabu hivyo vielekee huko, basi itabidi utumie namba hiyo hiyo, kwa sababu ninachothibitisha mimi ni ule muamala uliotuma pale wa ile screenshot au picha. Hata kama utatumia namba nyingine ambayo ni tofauti na ile uliofanya malipo, bado mimi nitakufahamu wewe ndio ulifanya nini malipo, kwa sababu ule muamala hatokuwa nao mtu mwingine tofauti na wewe na mimi. Kwa mimi nikithibitisha ile picha ya mwamala wako ndio mwamala uliotokea kwangu huku basi unatumiwa vitabu hata kama namba ni nyingine ambayo ilitumika kufanya malipo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Kwa utaratibu ndio huo, baada ya kufanya malipo vitabu utatumiwa ndani ya dakika tano mpaka dakika 30 ukiwa umeshavipata ukiwa nchi yoyote. Hii ni taarifa ya ofa, tuachane nayo kwa sababu hii inahusu wale wanaohitaji tu kupata hivi vitabu vya elimu ya tiba kama tunavyofundishana hapa. Kuna elimu ya tiba kupitia mitishamba, kuna elimu ya tiba kupitia majina ishirini na nane ya barati na kazi zake, kuna elimu ya tiba kupitia abjadi, kuna elimu ya tiba kupitia kitabu kimoja kinatoa fulani ndoa na vingine vingi ambavyo tunavitolea gadala saka vitabu vya Korani e, tiba mbadala, ulimwengu wa majina, vituko vyao, hivyo vyote vitakuwa kwenye pakeji ya vitabu kumi na mbili ambavyo utapokea baada ya kufanya malipo. Sasa iki ukihitaji kutengeneza dawa ya kuvuta wateja katika biashara yako, haijalishi biashara ni kubwa au ni ndogo, cha kwanza zingatia yafuatayo. Ifikapo siku ya Alhamisi, siku ya Alhamisi au katika utawala wa Mushtara. Mushtara ni utawala wa siku ya Alhamisi, lakini ukiwa hujui mambo ya utawala, utawala unafanyaje kazi, unaingia saa ngapi, unatoka saa ngapi? <coughs> Basi fanya subira. Ikifika siku ya Alhamisi, nenda katika mti wa mbaazi asubuhi na mapema tena, vizuri uondoke ukiwa haujaweka kitu chochote kinywani. Mara nyingi dawa za mvuto zinazotumika kutengeneza mivuto hiyo ya mapenzi wa biashara wa mwili zikachumwe asubuhi na mapema, kabla hujaweka kitu chochote katika mdomo wako, na haya maelezo nimeyatoa vizuri sana katika kitabu cha mwongozo wa tabibu. Kama utakuwa nacho, mwanzoni kabisa utangulizi wa kitabu hicho umeeleza vizuri adabu na sheria za kuchimba au kuchuma dawa. Kwa nenda asubuhi na mapema, ile saa 12 mpaka saa moja pale katika mtu mtu wa mbazi ehe. Ukifika pale, na ni vizuri ukaenda na hata na sadaka, kwa mfano nafaka. Unaona nafaka unaweza ukawa umechanganya, labda umeweka mtama kidogo, ulezi kidogo, au mpunga kidogo. Ukikosa sadaka ya nafaka, basi nenda tena udi hata mbili zinazonukia vizuri, ukifika utaziwasha. Ila kama utapata sadaka ya nafaka itakuwa bora zaidi, na zile nafaka ni zile zinazopambia juu usije ukapeleka njugu mawe, hapana, au kalanga, hapana. E, utafute nafaka zile zinazopambia juu. Kwa ukifika pale, utamwaga mwaga nafaka zako hizo, kisha utatia nia kwamba unahitaji kuchuma dawa kwa ajili ya kwenda kutengeneza dawa ya kuvuta wateja katika biashara yako. Kwa hiyo nia yako hii uizungumze kwa dhahiri, kwa sauti ndogo, kwamba lengo lako la kwenda kuchuma dawa hiyo ni kwenda kutengeneza dawa ya mvuto. Kisha utachuma majani ya mbaazi ishirini na nane tu, majani ya mbaazi ishirini na nane tu. Mbazi ndio huo unaonekana kwenye picha hapo. E, kama haujui utauliza majirani huko nyumbani kwenu, watakufahamisha mti huo na uzuri u mtu unalimwa, pia unaweza ukawa umejiotea bila sababu. Ukichuma majani ishirini na nane, kisha kila jani moja, utakaporudi nyumbani, nenda kaliandike jina moja la barahatihi katika yale majina ishirini na nane ya barahatihi. Tumekwishajifunza katika chaneli hii hii. Kama ndo mara yako ya kwa kwanza unaisikiza chaneli hii au unasikiza darasa hizi na tunazungumza habari za majina barati, hujui kinachoendelea wala kukifahamu ni kitu gani, basi nenda kwenye search bar hapo, andika tu faida za majina ya barati. Zitakuja clipu nyingi zitakazokueleza na kukuelekeza majina barati ni nini na unafanyaje kazi. Kwa hiyo na kila jani moja utaandika jina la barati moja. Kwa mfano, jani la kwanza utaandika jina la barati, kisha jani la pili la... ni mara moja tu unaandika jina moja. kwa mara moja na sio mara mbili mbili, hapana Sababu kwenye kusoma ndo tunasoma mara mbili mbili, kwenye kuandika tunaandika mara moja moja. Kwa jina la kwanza litaandikwa jani e, jina la kwanza litaandikwa kwenye jani moja, na barati utakwenda kwenye jani la pili, utaandika karili la tatu tatrihi la nne turan mazjal bazjal mpaka jina la shamkhabaruhu ambalo ni jina la ishirini na nane kisha baada ya kuandika majani hayo kila jani moja ukaandika jina moja la barati. Kisha majani hayo utatwanga mpaka yalainike, kisha uyaanike juani yakauke. Alafu yakishanyauka uyasage au yatwange tena upate ule unga wake. Swali utaandika kwa kutumia nini? Kuna vitu viwili vitatumika, ima utafute zafarani ndio utumie kuandikia au tumia makapeni nyekundu utumie kuandikia. Ehe, kwa utachagua mojawapo katika hivyo unaweza kutumia. Ukishapata unga wake unaotokana na majani hayo, tafuta na kitu kinaitwa ambali nyeupe ya baharini. Eh, hiyo ambali nyeupe ukiipata hata kiasi kidogo tu, isage uchanganye kwenye dawa yako hii. Mpaka hapo dawa yako itakuwa imekamilika na ipo tayari kwa matumizi. Sasa katika matumizi dawa hii unaweza ukaitumia katika namna tofauti. Namna ya kwanza ni kwa kuoga e. Mtu anaweza akatumia kwa kuoga asubuhi anapokwenda kwenye zile biashara zake, labda ni za machinga au ni za flame, au ni kibanda au ni kimeza sokoni, oga e. Uogaji sasa wa dawa unatokiwa uoge kwa mifumo miwili, kama umeandaa ni nyingi na maji ni ya kutosha utakwenda kuoga katika mazingira yale ya kuoga maji na sabuni, baada ya hapo ndipo utaenda kuoga dawa. Kwa hiyo dawa utakapoyoga usipake sabuni tena, usijisuze na sabuni tena. Ehe, hii ni namna ya kwanza ya uogaji. Namna ya pili ni mtu anakwenda bafuni, anaoga, akishaoga bafuni anarudi chumbani kwake, anachukua ile maji yenye dawa, anajipakaa mwili mzima, kuanzia kichwani mpaka miguuni, usipokuwa tu Eh, chini ya nyayo za miguu usifikishe, na katika tupu za mbele na za nyuma usipake maeneo hayo, kwa sababu kuna dua ndani yake. Ndio maana nimekukataza, kwa sababu majina baratini ni dua hiyo. Kwa dua haipakwagwi maeneo mawili mpaka matatu. Eneo la kwanza ni kwenye tupu ya mbele kwa ya ya mwanaume na ya, ya mwanamke, usipake huko na tupu ya nyuma hii wanayo wote, mwanaume na mwanamke, wote wana tupu ya nyuma na chini ya nyayo za miguu kule unakanyagia usipake maji hayo. Hii namna ya kuanza kuoga ambayo mtu anaweza kutumia kuoga kwa mfumo wa kujipaka au kuoga bafuni kwa kujimwagia. Pia inaweza ikatumika kwenye kuchoma katika sehemu yako ya biashara. Eh, hii ni namna nyingine ya matumizi ya dawa hii. Eh, unapofika kwenye biashara, mfano, kama ni mtu ana frame ya duka basi pale ana uhuru wa kuchoma, anaweza kaandaa kitezo chake, na sasa kuna vitezo mpaka vya umeme, sio lazima uache mamika nini, anaweza kutumia akaiweka pale kwenye kitezo chake ima cha mkaa au cha umeme, akawasha ikawa inaungua, anaweza kachanganya na udi unaonukia vizuri, kwa ajili ya kuondosha ile harufu kama itakuwa ni kuwa, kuwa, ni ku, kuona kwamba watu wasioni kwamba unachoma choma madawa kwenye duka lako, unaweza ukachoma na udi ili kuifuta ile harufu ya ile dawa. Hii ni namna ya pili ya utumiaji wa dawa yako, na namna nyingine mtu anaweza akatumia kuifunga kama azma. E, kuifunga kama azma ni ile mtu anatafuta saka kitambaa cheupe, anaifunga dawa yake hii, anaiweka labda sehemu ya biashara yake, ima kwenye kopo analohifadhia fedha au kwenye draw au sehemu yoyote, anaweza akaininginiza au akaifunga kwenye pembe au akaizika sehemu ya biashara yake. Hii nayo pia inavuta wateja. Na namna nyingine ni mtu anaweza kutumia dawa hiyo hiyo kuichanganya katika mafuta yake ya kupakaa na akawa anapakaa baada ya kuoga, anakwenda kwenye biashara zake. Hii dawa kama utaweza kuitengeneza, utakuja kunishukuru siku moja. Dawa moja nzuri sana, inaleta mvuto wa kazi hizo za biashara biashara, wateja wanakubarikia. Wateja wanakukimbilia, ila kuna kitu kimoja ni adimu kukipata, ambacho ni ambali nyeupe ya baharini asaba. Kwenye ambali watu wengi wamefeli. Ambali nyeupe ya baharini, ndugu zangu, ina sifa hizi mbili. Sifa yake ya kwanza, ambali nyeupe ya baharini ni kitu ambacho ni ghali, yani ni kitu ambacho kinauzwa kwa bei ya juu kidogo. Kwa bei za Tanzania, ambali nyeupe ya baharini inaweza kupatikana sehemu yoyote kwenye maduka ya dawa za asili, lakini inauzwa kuanzia shilingi laki moja mpaka laki mbili na nusu na inategemeana na ukubwa wa hiyo ambali. Lakini ambali hiyo ya laki moja mpaka laki mbili na nusu inaweza ikawa na ukubwa wa kipande cha kama cha muhindi vile, ile punje ya muhindi au ikazidi kidogo, ndio hiyo yu bei inayokuambia ya laki moja mpaka laki mbili na nusu. Usije ukategemea kwamba hiyo laki moja au laki mbili na nusu kwamba itakuwa ni kubwa kama kipande cha sabuni. Ipo ambali inaitwa ambali ya hindi. Yenyewe hiyo ndio ukapata a kwa shilingi elfu tano likawa kipande likubwa kama la sabuni e, na usije ukajifanya ukajiona mjanjo kuipata ile ambali usasi, ambali tu. Ukachukua ile ambali ya hindi ukaenda kuchanganya dawa hii, haifanyi kazi. Inachotakiwa ipatikane hii amber nyeupe ya baharini, na hii inapatikana kwenye samaki aina ya nyangumi, ambao eh, si nyangumi, ni samaki, mimi sielewi. Kwa hiyo wale ndio wao wanatoa hizi hizi amber hizi, na ndio maana inatoka amber nyeupe ya baharini. Ni kama inavyoonekana kwenye picha hapo, na kama nilivyokuonesha hapo awali, inaweza ikawa na rangi hiyo au ikawa za iko zaidi ya hapo. Kwa hiyo wewe unapokwenda dukani mwambie muuzaji nahitaji ambali nyeupe ya baharini original atakwambia atakuambia, atakuambia bei yake lakini usije kategemea hiyo ambali kwa elfu ishirini au elfu tano au elfu kumi hapana wewe ukiona tu bei amekwambia bei ya kawaida ujue hiyo sio ambali nyeupe ya baharini ambali nyeupe ya baharini sifa yake kwanza ni kitu ghali sifa yake ya pili ni adimu kuipata E, ila ukifanya juhudi kwenye maduka tofauti, tofauti tofauti, ukaulizia utaipata, japo haipatikani kwa kila duka. Na mimi naizungumza hapa, hiyo ambali nyeupe sina simu. Ukanipigia shee, vipi napata kwako? Kwa kwa, mimi nilikuwa nazo katika darasa lizotangulia liwahi kuzitoa watu wakazikimbilia kweli, ile ambali ikaisha kabisa. Kwa mimi sina ila nimekuja kukuletea elimu hii, kwa sababu yawezekana mimi nikawa sina hicho kitu, lakini wewe ukakitafuta kwa juhudi yako ukakipata. Na mimi lengo langu ni kukutengenezea wewe njia, nikikupa elimu ukajua jinsi gani ya kufanya, ukafanya hili, ukafanya hivi, unaweza ukafanikiwa kwa ile ile tu juhudi yako, sio mpaka ukatafute mtu akufanyie. Kwa hii ni moja ya dawa nzuri sana ya kuvuta wateja katika biashara yako. Mwisho wa dawa yetu, kama tulivyo jifunza hapo kama utakuja ielewa hii iklipu, basi inabidi u preview uisikilize mara ya pili tena ili uweze kuelewa vizuri, ili utakapokuwa unatengeneza dawa yako usifanye makosa, kwa sababu makosa yanaweza kachangia dawa kutotoa majibu ya haraka. Kwa mfano ukaleta ambari nyeupe ya baharini, penye ambari nyeupe ya baharini ukaweka ambari ya Hindi, hilo ni kosa. Kwenye majani ya, ya, ya mbazi ukachuma bila nia au ukaenda ukapulua pulua tu bila sababu za msingi. Mwambia uende siku Alhamisi, ya Alhamisi au utawala mushtara, unakwenda Jumamosi au Jumanne. Hayo ni mambo ambayo yatakufelisha. Kwa hiyo lazima uisikilize vizuri, ujue kwanza siku ya kwenda, uende siku gani au katika utawala gani. Pia uende uko vipi? Umekula au hujakula? Ni asubuhi, ni mchana au ni jioni? Hayo ni ya kuzingatia. Nimeshaeleza yote hapo awali. Paka vifaa vyote. Inshallah tutaishia kwa hapa kwa leo, lakini kumbuka ofa inaendelea na inaelekea mwishoni. Watu wengi walijua, eh, siku kumi ni nyingi, lakini sasa hivi tumebakisha siku saba na huenda klipu itakayokuja itakuwa itatolewa labda zimebakia siku mbili au siku tatu. Kwa hiyo inshallah tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine. Mimi ni Ustadh Bashir na hii ni Tiba Facts online Tv. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.